Okay, saani ni, ni anaingia site, niingie ni huku niwaoneshe kwenye nafanya kazi. Mnifuate tu niwaoneshe kazi zenye nimekuwa nikifanya huku. Taka tu napelekana uh, na nyini step by step. Nawanesha A to Z. Uh, hii ni stairs ya kuingia kwa nyumba, lakini huku hatujaingiza stima, anatumia genereta. So, stima tutaingiza baadaye. Sahizi tumeanzia hapa. Hapa ni kwa barcon <tumia> Mjionee kazi mjionee kazi stiles zinakuwa mingi zinnea mua kuweka nayo kuni sitting kuni sitting hapo ni kwa TV. So, hii yote ni sitting. Sitting. Hapa ndio dining, mm -hmm. Hapa ndio kitchen kitchen, so for now hizi ndio nawaekea zina eat some marble granite pale kwa sink tunaonyesha nikishaweka sink mabo granite. Hiyo hiyo ni kitchen. Hiyo ni kitchen. Hiyo ni zaita bedroom pia hmm.